Somo leo linasema mthibitishe katika maisha yako, na andiko la ufunguzi ni kitabu cha Yeremia sura ya thelathini na mbili mstari wa ishirini na saba Neno linasema tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno lililo gumu kwangu eh? Kwamba mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu hmm? Neno lote ile ambalo ni gumu kwangu hmm. Hmm. Haya, haya, nani maswali. Nakumbuka nilisoma ile andiko zamani sana nikiwa form mm. 1 <laughs> ilitumika <laughs> e, e, sana kama haya kwa monsi kahiri, ni kweli, lakini pia unaweza ukali translate, unasema unaweza ukalihamisha likawa uhalisi kabisa, likatembea likawa uelewa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> wako kila siku mm. ah wala kasiti ile na nimelikumbuka, sababu nilikuwa na ushuhuda fulani kwenye ile andiko zamani sana. Ayaya, nilifika sehemu ambapo mm nilihitaji kuona ili, ili, ili andiko limevaa mwili, yani limetembea likawa mtu mm. uh -huh. Uh -huh. Okay. Na nilifanyia kazi likawa, kwa hiyo hio ndio maana nikilisoma napata nasema goosebumps yaani, <laughs> eh, vile mpele wa baridi nakumbuka mm. nini exactly andiko lilifanya mtoto mm. wa Mungu. Anza kusema hivi kwa mtoto wa Mungu, kamwe usijikite katika hali ya kusononeka au kupungukiwa kiasi cha kukulazimisha kuwa ombaomba omba. Hmm. Hata katika sala Mungu hataki uwe ombaomba kwake. Amekuheshimisha sana zaidi ya hapo ulipo. Aya, badala yake chukua nafasi yako inayostahili kama mrithi wake. Chukua nafasi yako kama mtoto wa mfalme wa ulimwengu huu, na uliheshimiwa na kuimarishwa na kutukuzwa. Umesikia? hmm. Aya, maneno yalivyo mazito eh? Ni hivi, Mungu hataki wewe kamwe uwe ombaomba, usisoneneke Usiishi katika hali ya kupungukiwa eh? Mm -hmm. kuli mtu anakuja mbele za Bwana kwenye maombi anasema, Bwana mimi sio lolote, mimi sio chochote, mimi mm -hmm. sina mbele ya nyuma, mimi sifai, mimi sio mm -hmm. kitu mm -hmm. eh, mimi ni mdudu yani, hata mdudu ana maana yani, mimi mimi sina lolote. Unafikiri ukiongea hivyo ndo Bwana anasema amen, amen, wewe ni mwanangu, wewe mm -hmm. umejinyenyekeza, mtumishi mm -hmm. mtumishi, uko nje ya neno kabisa yani <laughs> kwa kifupi ni kwamba usio unyenyekevu, sawa yule kutokuwa na maarifa, najaribu kutumia tafsida nisitumie ile neno ni kali. Yani yule kutokuwa na maarifa, kwa sababu usipojifahamu wewe ni nani, yani hata ile staiki yako hauwezi kuifurahia. Nenda kaangalie wakati Bwana amekamatwa na anaojua na Pilato, sawa? Pilato alimuuliza maswali mengi, kwa sababu amekuja ametoa shuhuda nyingi za uongo. Bwana amenyamaza kimya, Pilato akatembea huku na huku, kaenda karudi, karudi kamuuliza hivi hivi najua mi na mamlaka ya kufungua na kufunga na kuruhusu. Bwana alifungua kinywa akamwambia, yani kama vile wewe ni kijana mdogo mm -hmm. mwenye dhambi kubwa ni walionileta hapa kwako, sio wewe yani. Kwa kifupi, yani mimi sistahili hata kuongea na wewe, lakini kwa sababu nimejinyenyekeza, ndo mm -hmm. niko hapa hey. Yani, Pilato akamshangaa like hmm. What? Hmm. Yani, numa... hata <sighs> hmm. ina inalipa, kujifahamu wewe ni nani. hmm. kama hujifahamu, hauwezi kutembea katika utukufu wako mtumishi, yes. Bi inasema kama mtu ajionavyo ndani ya moyo wake ndivyo alivyo. hmm. unajionaje? Ukijiona katika picha ya mtazamo wa ulimwengu utakuwa wow. vulnerable, yani utakuwa wakushambuliwa wakati wote, wakuishi chini ya ya viwango kifu mtoto Mungu. Anasema changamoto ya baadhi ya watu ni kwamba huwaza juu ya ukubwa wa matatizo yao badala ya kuweka mawazo yao kwa Bwana. Kwa maana nyingine, wanayakuza matatizo yao, kuyaona ni makubwa kuliko Bwana mwenyewe hmm? hmm. unachokihitaji kuthibitisha eh? katika maisha yako ni uweza na nguvu ya Mungu angalia anachokisema katika mifaa, Malaki sura ya tatu mstari wa kumi, nasema mkanijaribu. Kwa njia hiyo mjaribu, mwone. Yeye hatishwi na ukuu wa hitaji lako. Sikiliza, Bwana hatishwi na ukuu wa hitaji lako, haijalishi ni kubwa namna gani gani. Hemu <laughs> nikupe picha kidogo ya uchokozi kuhusiana na Bwana mtumishi eh? hapa duniani kuna madini ya thamani sana yako mm. mengi mm. mbalimbali, makubwa, mazuri, ya pekee. Mojawapo ni madini ya dhahabu mm. Sawa, dhahabu inatetemekewa mm? mm. dhahabu ikichimbwa, mdumishi, ukiiona kwanzia inavyotoka kule kwenye yari mpaka ikafika kwenye mkono wako, kama kama pete mm. au kama cheni, ni kubwa mno. Sasa ukienda mbinguni, barabara zimetengenezwa na dhahabu <laughs> <laughs> ah! huku inafichwa inabebwa, yaani watu wanaua na kufanya kila kitu kuipata. yes. kwa Bwana sio kwamba sio sisahemi sio deal sisahemi kwamba sio ya maana, lakini nadhani kupe picha uelewa, yaani kwamba Bwana atuishi na, na uhitaji wako mm-hmm. ile dhahabu unaona ya maana ameitandika chini kwenye barabara no, mhal tena inatunzwa kwenye volt. adabu ni pesa, ukiwa na adabu tu... <laughs> Yes. nadhani kuonyeshe how big mm. Bwana alivyo mm. kwa hiyo hakuna hitaji ambao unao wewe mm. unam threat, unamfanya Bwana <laughs> <laughs> <Allah. laughs> ananikumbusha wakati nilipokutana na mwanamke mmoja aliyezaliwa, uh, akiwa na tatizo la ugonjwa wa damu. Alikuwa uh, amekuja kuniona na alipokuwa akizungumza na, na mimi alieleza hali yake ya kutisha na jinsi ilivyokuwa mbaya na jinsi ilivyoshindikana licha ya jitihada zote za matibabu. Nilipomsikiliza niliwaza tu kinachotakiwa kubadili hali yake ni sekunde chache na maneno machache tu. Mara nikamwambia katika jina la Yesu Kristo umeponywa. Na ndivyo ilivyokuwa, aliponywa ikiache. Baadaye alifanya vipimo vyote vya matibabu na hakukuwa na dalili ya ugonjwa katika mwili wake tena. mm. Umesikia hii story kwa mchungaji? Anasema kuna mtu alimfuata mama, ana changamoto kamweleza na alipofika pale kaeleza ni ukubwa wa jambo yani alilivu yani, kaongea yani kwamba hivi yule mtu ametafakari lile jambo amelichukua, ameshaliona <laughs> ni kubwa kiasi kwamba aoni tena ukubwa wa Mungu, anaona ukubwa ule tatizo. ukisoma ah, uh, Rhapsodi tulijifunza jana eh, ilikuwa inazungumza moja ya andiko iliyofanya kumbukumbu, ilikuwa ni kitabu cha uh, Joshua sura ya kwanza msura nane ambayo inasema kitabu hiki cha Torati kisondoe kinywani mwako. Jee, itafakari maneno yake mchana usiku, uangalie kutenda sawasawa sawa na yote yaliyoandikwa humo, inasema ndipo utakapoifanikisha njia yako, ndipo utakapostawi sana. Haisemi ndipo Bwana atakapoifanikisha njia yako. Aa, uh -uh. Inasema wewe, yaani kama utakaa kwenye neno la Bwana ukalitafakari usiku na mchana, ukaliwaza likaongoza fikra yako mtazamo wako maneno yako mitikio yako, kustawi kwako ni lazima <laughs> yaani kuchanua kwako hakupingiki. Hakuna nguvu inayotosha katika ulimwengu kukuzuia wewe usistawi Sawa. E, Mungu, Mungu akipenda mtumishi utafanikiwa, Mungu akitaka tutakuwa <laughs> mjua tu mtumishi anapenda sana, anataka sana ustawi ana hamasa na shauku ya ubora wako kuliko ambavyo wewe ungeza kuwa na hamasa na shauku ya kuwa na ubora. Yeye ni zaidi. Yaani, hamasa yake wewe kufanikiwa husiana na wewe ni kubwa kuliko hamasa yako wewe binafsi kufanikiwa. Ndio. Biblia inasema aliutupenda kwanza. Tungali tukiwa wenye dhambi alikuja kufa kwa ajili yetu. Sasa mwenye hamasa zaidi ya mwingine ni nani? Ni sisi au yeye? Ni mm, yeye. Sababu tukiwa bado hatufai amekuja ili kuja kutuokoa. Na tayari amesha tu. Exactly ametulia katika daraja ambayo tunakuwa tuwe. mm -hmm. Ukisoma maandiko kuna andiko linaeleza kwamba tumeitwa katika daraja lake, yani gold class, ha tuita Mungu <laughs> anasema hivi fanya sehemu uh, fa, fanya sehemu yako na uone kama hata fanya sehemu yake. Yuko tayari na ana shauku zaidi katika mafanikio yako kuliko shauku ulionayo wewe kuhusu mafanikio yako mwenyewe. Ni en, eni embu kama inawezekana hata kwa dakika moja. Hebu pause, hebu fikiria kwamba Yes. Mungu ana hamasa na mafanikio yako kuliko ambavyo wewe una hamasa na mafanikio yako binafsi. Yes. Kusikia kwamba He cares. Yaani Bwana anajali. Mm. Uliona alivyo moja ya katika uh, Injili utaona Bwana alikwenda katika ile inaitwa pool of Bethesda. Mm. Uh, moja ya yale mabirika ambayo alikuwa katika hekalu. Akaenda pale kuna umati wa watu ambao wanaumwa wengi, akamkuta jamaa mmoja kwa pale, akamwambia unataka kupona sasa hivi hmm? mm. Wewe una, una haja yako una shauku yako, bwana, nakwambia unataka kupata hicho kitu. mm. Unawambia bwana, yani sina mtu, yani mi nimekaa hapa muda mrefu. mm. Yani changamoto yangu yani, unaeleza vitu vingi swali ni rahisi, unataka kupona, unataka kuona badiliko, mtoto hmm. hmm. Mungu anasema hivi. Ndio maana unaposali usimsii Mungu na kutenda kana kwamba anasitasita kukubariki, umeelewa? Asema tena bwana, yaani ameanza karudi kama mara saba kama vile, yani yani, Mungu asikii, kama vile Mungu ni. Nasema kabla hata ujaongea, mtumishi anajua haja ya moyo mwe wako eh? Ukurudia mara saba, imanishi ndo <coughs> amesikia. Lazima kuwa kuna mguso wa imani ndani ya moyo wako kulandaa na kile ambacho akisema, na ndio maana ni muhimu kuinvest au kuwekeza kwenye kujifunza neno la Mungu, kwa sababu ukijifunza neno la Mungu utajua fikra yake na mtazamo wake kuhusiana na haja yako. A, anasema hivi, Yesu alisema katika Mathayo saba kumi na moja ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao. Eh? kwamba leo we unajua kuleta vitu vya faida vya ubora vya utukufu vya ushindi kwa watoto wako eh? mtoto wako akiomba mkate, umpi jiwe? sunahivo mm -hmm. Sasa Bwana anasema kama ninyi ambao ni waovu, kama ninyi ambao ah, <laughs> kwa kifupi mnazingua alafu bado unaweza kutoa vyema kwa watoto wako, je unafikiri baba yenu aliye mbinguni ambaye ni, ni mkamilifu, ni mwenye haki mm -hmm. ni mwadilifu, atacha kuwapa mema watoto wake? sio zaidi, zaidi kuliko na ninyi Kwanini unafikiri kwa inabidi umwambie bwana y yani umlilie umbege, yi yani umbegemtuuuu yani... Anasema hivi, tumia imani yako tu na tumaini katika Bwana, kwa kuwa yeye anakupenda zaidi ya unavyojipenda mwenyewe hai, na anaweza kukutegemeza zaidi katika ulimwengu kwa wingi, yani kwa kwa mali, kwa ujazo, kwa utukufu hai, hai, hai, hai. sema <laughs> yeye yeah, anaweza kutenda zaidi tu ya tuyaombayo tuyawazayo tuyafikirio kwa kadiri ya uwezo wake unaotenda kazi ndani yetu. <laughs> Hebu fikiria, ni nini ambacho unafikiri Bwana hawezi? Yaani waza mambo yako pale nyumbani, mikakati yako, mipango, malengo, matarajio. Ni nini ambacho unafikiri he can't yani hichi hapa ana hichi ni kikubwa mno, yani hichi hichi eh, anaweza hichi na hichi hichi wana hawezi. unasema bala kasete le, kuna andiko inasema, can a nation be born in a day? Je, taifa anaweza likazaliwa ndani ya siku moja? Taifa yani taifa, yani imagine, yani taifa za kazaliwa ndani ya siku moja? Yes, mtazamo wanadamu, lakini Bwana anasema no, yes it can, anasema as soon as Zion travel. Yani, punde tu ambapo Sayuni alipata utungu akajifungua. Yani, <laughs> kuna fumbo kubwa sana hapo katikati. Kwa maana hivi Bwana akaleta badiliko overnight, mtumishi, yani ndani ya usiku moja mm. Enda kaangalie kwani kile kish, kishindo cha wakoma kilifanya mm. eh? kilichukua kilichukua magari mangapi ya jeshi ilichukua mikakati mingapi ya vita eh? Ndani ya siku moja mm. Uchumi wa nchi ulibadilika ndani ya usiku mmoja asabu iksema hata siku ni ndefu mm, wano, siku. Usiku mmoja mm. Walikuwa kuna njaa Samaria, sikiliza njaa <laughs> yani njiwa wanakwenda kula kwenye kambi ya adui, wanakuja wana pupu ndani ya Samaria mm. Ile pupu ya njiwa inaoshwa eh? Wanatoa zile mbegu, wanasaga ndo wanapata unga. Ni andiko mtumishi, nenda kaangalie. Punda anachinjwa, kile kichwa chake inauzwa, ndo watu wanaenda <laughs> eh? Ilifika hali mbaya mpaka watu wakaanza kula watoto. Nenda kaangalie, kasome. Mama mmoja na mwingine wamekubaliana, bwana, hali ni mbaya. Wakachinja mtoto wao, wakala. sio kwa matambiko, no, wakala live. ja Ilipofika zame yule wa pili, yule wa pili akaficha wakwake. mm -hmm. Kwesi kamfikia mfalme. mm -hmm. Eh, mfalme akasema, yaani tuna nabii kwenye nchi alafu njaa iko hivi? Akasema bwana anifanyie maramia mm hicho -hmm. kicho cha nabii kibaki kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye shoulder yake kwenye mabega yake mpaka kesho kama hali ni hivi nabii alivyopiga ule mkwala ilibidi, anasema lile neno neno la pili lichomoke. mm. <laughs> nabii akasema eh? Kesho majira kama haya mtumishi unga utauzwa kwa bei yaani, nikupe picha yaba mafuta kwa mfano mm. Mafuta sasa hivi petroli ni shilingi 3000, labda unaomba kesho saa kama hizi petroli itakuwa shilingi 100. hmm. Huh. Mm. eh <laughs> unasema shilingi 100 mm. No, of course, ndio maana jamaa mmoja alikuwa expert mm. eh yule imasema mshauri wa mfalme, yeah. Mambo ya mshauri wa, wa wa wa mfalme kwenye mambo ya, ya, ya, ya. <laughs> fedha yeah. Akamwambia, unasema kesho, mimi nitafanyaje? uchumi utakuwa umebadilika ndani ya siku moja? Haiwezekani, yeah. Yni akambishia kabisa, kwa sababu yaani, kwenye za za kidunia, ki kimtazamo, kifikra, kama una imani hicho kitu. Mtumishi akamwambia utaona, mtumishi, ila autafrahia autaonja, utaona sumebisha kile ambacho Bwana amesema eh? Utakiona lakini utakifrahia isiyo ya kwako. Kwa wewe unayetusikiliza mtumishi, uone na ufurahie. Kwa hiyo hebu amini kwenye kile ambacho bwana anaweza kafanya. Ni kikubwa kuliko unavyofikiri, kuliko unavyowaza. Anaweza kubadilisha kabisa uchumi wako ndani ya masaa ishirini na nne mtumishi. Najua kuna wengine nasemaaa, <coughs> ndio wale mambo imani, a ndio wale manabii wale eh? masaa ishirini na nne hali ibadilike, ni kwamba umjui bwana, mtumishi umjui bwana Israeli ilikuwa kwenye hali mbaya eh? Wametishwa na Goliati kwa muda mm. gani? Akija pale mbeo wanakimbia. Tumishi, ni kijana wa miaka kumi na saba mwenye, wanasema hensam, mwenye sura mororo, akamwangusha Goliati in a very few minutes, dakika chache sana, kwa maneno imani, kwa sababu kabla hajampiga alimwambia kwamba leo hii nitakuua, nitakukata kichwa, nitaipa mizoga yako na mizoga ya majeshi ya Filisti katika ndege wa angani. Ndo maana sema eh? mm. yeah, mm. Yaani kwa maneno jamaa alimmaliza mm. kabla hajarusha jiwe, ajarusha mkuki, hana upanga mkononi mm. Allah, God, yeah. Kwa hiyo, somo linasema mthibitishe Bwana katika maisha yako mm. Fanya hivyo, fanyia kazi kile ambacho neno lake limesema. Lizungumze, elewa nafasi yako ndani ya Kristo ni nani. Usiongee hivi hivi, ongee maneno yaliyojaa imani. Pamoja mm, na mimi: Baba mpendwa, ninakushukuru kwa neno lako ambalo linanihakikishia uwezo wako usio na kikomo na ulioachiliwa kwa ukuu. Ninakuamini kabisa na maisha yangu, nikijua kuwa mahitaji yangu yako ndani ya mfumo wako wa usambazaji. Inatangaza kwa ujasiri kwamba nimeruzukiwa kwa wingi, nikitembea katika ulimwengu wa utele malakasikirvu katika jina la Yesu. Amina, haleluya. Kuna ulimwengu wa utele, unapaswa kuwa na hiyo fikra ya utele, mtazamo wa utele. Umaskini sio sifa Injiri ya maskini haisikiki. hmm. najua si Na utapenda hilo labda au <laughs> wengine hawatapenda, lakini injili ya maskini haisikiki, haifiki mbali, mtumishi kwenye <laughs> so, maandiko, kuna jamaa mmoja mwenye hekima lakini alikuwa maskini, kwa hekima yake akaokoa mji, lakini baada ya kuokoa hakuna mtu alimkumbuka. Kwa hiyo wale ambao wanasema ah wanahubiri injili ya mafanikio sikiliza mtumishi <laughs> vile injili ya mafanikio injili singaenda ulimwenguni kote. Nimekwambia mwaka huu tunahakikisha injili inaenda dunia nzima. Kuna nchi mia mbili arobaini na mbili, mbili. Mm -hmm. Tanzania ina mikoa thelathini na moja ina wilaya zaidi ya mia mm thelathini na tano -hmm. ina vijiji <laughs> zaidi ya elfu kumi na mbili mm -hmm. ina kata zaidi ya elfu moja unafikaje huko mtumishi bila kulele mm -hmm. bila mshiko mm -hmm. <laughs> <Sala> kasitili, <padamu. laughs> Mm. Injili ni bure lakini sio rahisi mm, unaelewa manake? Ni bure mm. tuna prich bure, haulipi kuhubiri haw, haw. Mm. Lakini itagharimu fedha iende kule. Kwa hiyo swala la wewe mwana wa Mungu kuwa na mshiko, kuwa na pesa, kufanikiwa, kustawi, kuwa na ubora, sio jambo la negotiation, kwa sababu injili lazima iende kwa kila mtu. Itaendaje kama hatuipeleki? Fanya masomo ya ziada kusoma mstari ufuatayo, Zaburi ya 37 mstari wa 25, Zaburi 37 mstari wa 25, Malaki sura Zaburi 3 saba mstari wa ishirini na tano, Luka sura ya tatu mstari wa 9 mpaka sura ya 11 mstari moja, mstari wa tisa, Waibrania sura ya 13 mstari wa 5, sura ya kumi na tatu mstari wa tano mpaka wa sita nitasoma tu andiko moja ile la Zaburi ya thelathini ya, ya, ya na saba mstari wa ishirini na tano vala ka kastlibarabara oramandrabokilabaramandarabomandra andiko linasema nimemwona mtu, sorry, mstari uh, wa ishirini na tano. Sawa, inasema nalikuwa kijana nami sasa ni mzee lakini sijamuona mwenye haki ameachwa wala mzao wake akiomba chakula. Nalikuwa kijana nami sasa ni mzee. Huyu ni Daudi anasema, lakini sijamuona mwenye haki ameachwa wala mzao wake akiomba chakula kwa mm hiyo -hmm. Hauwezi kumtegemea Bwana ukaachwa unless ufanyi kazi kile ambacho nakizungumza. Unazungumza A, unaishi B. Unajua, kuna yani, wengine wanafanya kazi mjini wanaishi kijijini a Hmm, wanafanya kazi mjini lakini wanaishi kijijini. hmm. Kufanya kazi mjini, ishi hapohapo mjini, ufanya kijijini, ishi kijijini. Yaani kile unachokiongea kiishi, usiongee hey, ukaishi b, umeelewa? uka kwa hiyo hmm. maneno yako, fikra yako, mtazamo wako ndio hayo matendo yako, namna yako ya kuishi na tabia yako <laughs> Wow, kama umetusikiliza na bado hujampokea shukrani sana kwa Bwana Mwokozi maisha yako, tunakwenda kuhitimisha kipindi cha leo. Hebu fanya sala hii pamoja na mimi. Hmm? Ili ya maisha ya wingi, utele na ubora, eh? Ili hii namna ya kumthibitisha Bwana iwe ni jambo halisi na linalotokana kwako. Sema hivi, sema E Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kuwa alikufa kwa ajili yangu kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Ninaamini kuwa yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele, nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu, sasa mimi ni mwana wa Mungu. Oh, haleluya kufanya sala hii wamefanya kwa kiumbe kipya. Ya kale yote yamepita, tazama, yote yamekuwa mapya. Na wakati huu ningependa kutamka sala hii na baraka hii juu yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya wale wote ambao leo hii wamemkiri na kumpokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa ya maisha yao. Natamka shetani hana madai yoyote juu ya maisha yao. Hawa ni viumbe vipya. Ya kale yote yamepita, tazama, yote yamekuwa mapya. Nawabariki na kwa neno lako Bwana, nawabariki kwa Roho wako nawabariki kwa jina lako, wanatembea katika safari ya injili safari ya imani kwa utukufu, kwa ubora na ushindi. Asante pia Bwana, kwa wale wote waliotusikiliza kwanzia tufungua kipindi hiki mpaka wakati huu, Bwana, natamka ushindi, utukufu, uthubutu, ujasiri ndani ya mioyo yao, sawa sawa na neno ambalo wamelisikia na kulipokea na kuliamini asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, wanaishi wakidhihirisha utukufu ubora na heshima ya Kristo ndani ya maisha yao. Wanaishi katika utele, wanaishi katika wingi, wanaishi katika ubora. Kuna tija kwenye kazi za mikono yao, waingiapo hapo na watokapo. Hawa ni vichwa tu na wala sio mkia. Hawa wako juu tu na wala sio chini. Baraka yako Bwana inayotajirisha ambayo haina majuto, inaonekana na kudhihirika kwenye kila nyanja za maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Wana ujasiri kuliko simba na wanatendea kazi eneo lako na utukufu wako na ubora wako unaonekana kwenye kila nyanja ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kushukuru, amina. Wow, haleluya! Basi uh, kama ungependa kuwasiliana na sisi tupigie katika namba zifuatazo: sifuri saba tatu sita sifuri sifuri sifuri sifuri tisa tisa tisa, na tutapenda kusikia kutoka kwako. Tukutumie pia nakala ya kitabu hiki. <laughs> Karibu sana. uh, haleluya! Aiki sana mtulishia Mungu kwa huduma yaku mzima. Amina msikilizaji, ninaamini